Moja ya kitu ambacho ni tamu chungu kwa wanawake na mara zote huwa kinawaumiza zaidi ni kupata maumivu wanapokuwa wanashiriki tendo la ndoa au kupata maumivu wakati wa seksi, lakini pia kwa hali ya kawaida, kama kuna kitu chochote ambacho unafanya kinakupa maumivu, huwa ni zaidi ya maumivu ambayo mtu anakuwa nayo. Sasa hapa nitakuletea baadhi ya sababu zinazopelekea wewe uweze kupata maumivu unapokuwa unashiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo kama huko hapa, basi tambua hivi vitu ndio vinavyokusababisha unapata maumivu. Kama una ndugu na jamaa, basi share video hii ili aweze kufahamu. Cha kwanza ni kufahamu, yani jambo namba moja katika kuti tibu, au katika kutatua tatizo ni kuhakikisha kwanza unalifahamu a, tatizo. Namba moja tunasema ni uchafu na maambukizi ya muda mrefu yasiyotibiwa. Wanawake wengi wamekuwa na changamoto za kiafya ambazo wengi hawatafuti suluhisho la kudumu. Yaani wakipata tu matokeo kidogo wamesahau. Hii, ndugu yangu, huwa inaendelea kusababisha uke kuweza kuvimba na uke kuweza kuwa na vidonda na kuchomachoma, hivyo unapoingia ume lazima upate ma maumivu makali. Ndio maana tumekuwa tukiambieni, ukiona hali ambayo mwanzoni haukuwa nayo, lakini kwa sasa hivi uko nayo, ujiulize: kwa nini hii hali niko nayo? Kwa nini hii changamoto niko nayo? Kwa nini naishi nayo? Hiyo ni tatizo namba moja ambayo natakiwa kufahamu. Yale maambukizi ya muda mrefu, hakikisha unayakimbia kwa kutafuta tiba sahihi. Namba mbili tunasema ni msongo wa mawazo na hofu. Mara nyingi wanawake kabla ya kushiriki tendo la ndoa, ukiwa na msongo wa mawazo ukiwa na hofu ufanye misuli ya uke kubana sana eh. Kwa hiyo ndio maana nakwambia unapokuwa na msongo wa mawazo huwa unapelekea homoni zako kuweza kuvurugika. Kwa hiyo zikivurugika, huwa inapelekea uke kubana sana. Kwa hiyo uume unapoingia tu ndugu yangu, hapo utaisi maumivu makali. Ndio maana wengi mmekuwa mkituuliza kwamba kwa nini wale ambao mara nyingi wanabakwa hata kama huyu mtu amewahi kushiriki tendo la ndoa na huwa anashiriki mara kwa mara, lakini siku akibakwa lazima damu zitoke nyingi na anakuwa na maumivu makali. Ni kwa sababu anakuwa na hofu na anakuwa na msongo wa mawazo na anakuwa hayupo tayari. Ndio kitu ambacho kinasababisha hizi changamoto. Kwa hiyo kama yuko ta tayari, ile misuli ya, ya uke huwa inabana sana. Ndio maana tumekuwa tukiwambieni, kama mwanamke hakikisha unamuandaa. Ukimuandaa unatengeneza mazingira, ile misuli ya uke akuweza kuregea ina, ina, ina, ina sinyaa, eh, tunasema ni contract na laxation inatokea uh, pale lakini, pia tunasema uvimbe kwenye kizazi, wengi imekuwa na changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Kama utakuwa na uvimbe kwenye kizazi, basi ule msukumo na presha huwa inapelekea maumivu makali yasiyokuwa ya, ya kawaida. Ndio maana tumekuwa tukiwaambieni ndugu yangu ha, kama unapata maumivu makali unapokuwa unashiriki tendo la ndoa, hakikisha pia una cheki na uvimbe kwenye kizazi. Uvimbe kwenye kizazi imekuwa ni chanzo kimojawapo kinachopelekea watu wengi waweze kupata maumivu makali wanapokuwa wanashiriki tendo la ndoa lakini tunasema kuna endometriosis. Sasa endometriosis hapa kuna vitu kama pia aa, Endometriosis imepewa vitu vingi, na endometriosis ni kwamba kuna zile tishu ambazo zinatakiwa zikue au zimee ndani ya mji wa kizazi zinamea nje ya mji wa kizazi au mji wa mimba, na hii ni changamoto kubwa sana, huwa inapelekea presha, na unapoingiza ume lazima huyu mtu ahisi maumivu makali sana. Ndio maana tumekuwa tukiwaambieni kabisa, hakikisha unaangalia endometriosis. Endometriosis pia unaweza katokea ikatokea kwa kuwepo changamoto ya chango la uzazi inaweza ikatokea pia kwa kuwepo na changamoto uh, za PID na kaza wa kaza, kwa hiyo inapelekea pia maumivu makali uh, wakati wa sex, lakini pia ukavu ukeni. Okay, tumekuwa tukiliongelea mara kwa mara unapokuwa uh, unapoandaliwa vizuri. Ndio maana mwanamke anapoandaliwa vizuri huwa anatoa yale maji maji. Sasa yale maji maji huwa yana act as a lubricant ambayo inatumika kupunguza friction kubwa na maumivu makali sana. Ndio maana tumekuwa tukiambia ni muandae mke wako kwa muda mrefu. Ni kwa nini? ili yale maji yato maji yakitoka hautapata maumivu uh, makali. Ndio maana tumekuwa tukiambieni, hakikisha uke wako unakuwa una majimaji, uandaliwe e, vizuri. Na kama uke wako unakuwa mkavu sana, jua una changamoto ya homoni kuvurugika. Tumia sana bamia. E, bamia itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Bamia na karafuu ni nzuri sana, zimekuwa zisaidia wanawake wengi kuweza kupata ute wa kutosha, lakini pia kuna maambukizi kwenye via vya uzazi na kwenye uke. Hapa tunaongelea fungus, tunaongelea PID, tunaongelea na UTI. hizi ni changamoto usiziache. Eh, hizi ni changamoto usiziache. Sasa wengi wamekuwa wakichukulia fungus ni kawaida, UTI ni kawaida kwa kuwa ni changamoto ambao hazitokei kwenye mji wa kizazi. Sasa hizi pia ni chanzo kimoja wapo kinachopelekea PID. Ni kwa nini? Ni kwa sababu tunapoongelea kizazi pia na uke upo. Tunaanzia uke kwenye uke ambao ni nje kabisa ambayo tunachokiona sisi, kwa hiyo hakikisha unatibu hizi changamoto zitakusaidia kuondokana na changamoto ya maumivu wakati wa tendo la ndoa. Kama uta na swali lolote, kama una changamoto yote basi karibu dr Jimmy, niko hapa kuhakikisha afya yako aa, inaimarika. Usisahau kusubscribe, kushare na no comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.